Sasa wanasema sababu kuu ya kurudi mwezini miaka hivi karibuni ni kwenda kuchukua gesi muhimu sana kwa jina la Helium 3. Wanasema hii ndio itakuwa gesi bora zaidi kwa ajili ya kutumika kama mafuta ya nuclear reactor za kisasa zaidi. Wengine wanataka kuitumia hii gesi kwa ajili ya kutengenezea quantum computer. Sasa haya yote ni matumizi ya miaka ya baadaye sana. Sasa hivi hii gesi inatumiwa hapa duniani kwa ajili ya kutambua kama watu wanasafirisha matirio hatari ya nyuklia kwenda sehemu mbalimbali. Sasa, japokuwa sasa hivi hii gesi haina matumizi mengi hapa duniani, hii inatokana na uadimu wa hii gesi hapa duniani, na ndo umeifanya bei yake kuwa dola milioni ishirini kwa kilo moja tu. Just imagine, kilo moja ya hii gesi unauziwa dola milioni ishirini hii ni asilimia mia hamsini ya bei ya dhahabu. Mambo vipi internet? Karibu Maxtech TV, tv show ambayo inawashauri vijana wasiuze figo zao ili kupata hela nyingi. Wanachotakiwa kufanya ni kujiorganize Tuende zetu mwezini tukachukua hii gesi ya helium 3 tuje tuiuze hapa duniani kwa bei kubwa kweli ya yeah. Hivyo ndo tutakavyopata utajiri. <laughs> Ok, hii ni playlist ya Techin8. Usiache kutupia like, komenti kama unazipenda hizi video, na mwisho usiache kusubscribe ili kupata hizi video. Na kama tayari umeshafanya haya yote hebu tuangalie ni namna gani tunaweza tukapata huu utajiri kutokana na hii gesi ya helium 3. Sasa hii gesi ya helium 3 ni gesi ambayo imetengenezwa na atom ambayo ina proton mbili pamoja na neutron moja. ya hiki kitu ni nadra sana kutokea, sababu helium ambayo inapatikana kwa wingi ni helium ambayo ina proton mbili, lakini pia ina neutron mbili, kwa hiyo imebalance. Hii helium three huwa ni nadra sana kupatikana, sababu haiko balanced. ina proton mbili pamoja na neutron moja kwa mfano hapa duniani kuna prosesi nyingi kweli ambazo zinaweza kuitengeneza hii helium 4. Kwa mfano, kuna miamba ambayo inaweza ikazalisha hii helium 4, uranium 238 inaweza ikazalisha helium 4, hata huu mwamba wa thorium 232 ukifanya ile alpha decay product mojawapo inayotoka ni hii gesi ya helium 4, na hata hapa Tanzania nadhani kuna maeneo mengi kweli ambayo tunaweza tukachimba hii gesi ya helium 4. Tatizo ni hii gesi ya helium 3, hii kwa asilimia kubwa hapa duniani inatoka kwenye tritium ambayo na yenyewe inatoka ndani ya nuclear reactor, lakini pia mabomu ya nuclear yakilipuka huwa yanaweza kuprodusi hii gesi ya helium 3. Sasa hii process ya kusubiria tritium 3 itoke kwenye nuclear reactor ndio iweze kukupa ile helium 3 ni process ambayo ipo slow sana, yani inafanyika taratibu sana. Kwa mwaka mzima kote duniani sidhani kama wanaweza kaproduce helium 3 ikafika hadi kiwango labda cha kilo kumi. Just imagine, mwaka mzima hamwezi mkaproduce helium 3 ikafika hata kiasi cha kilo kumi. Kwa hiyo ndiyo maana bei yake imekuwa kubwa sana hata kama ina matumizi mengi na mazuri zaidi hapa duniani, sababu tu hatuwezi kuiproduce ya kutosha, ndio maana mara nyingi haitumiki sana. Lakini kuna sehemu hii gesi ipo ya kutosha, siyo hapa duniani ni kwenye huu mwezi wetu ambao unatuzunguka kila siku. Hii ni kwa sababu jua na lenyewe linatumia ile proses ya nuclear fusion, yani kuunganisha atom za hydrogen ili kuzalisha nguvu. Sasa atom za hydrogen zikiungana mbili, inamaanisha zinaweza zikazalisha helium, lakini kwa asilimia kubwa jua letu lazalisha helium 4. Ile helium 3 huwo inazalishwa kwa kiasi kidogo sana. Sasa ule upepo unaotoka kwenye jua tunaita solar wind, unapotoka kwenye jua, huo una tabia ya kuondoka na hii gesi na kuipeleka anga za mbali. Sasa sometimes hii gesi inakuja na inadondoka pale mwezini. Haiwezi ikadondoka hapa duniani sababu dunia imezungukwa na usumaku, lakini mwezini hakuna usumaku, ndio maana hii gesi inawezi ikajidipoziti hapo sasa japokuwa hii proses inafanyika slow sana, lakini tunajua mwezi wetu una miaka mingi kweli, una mabilioni ya miaka upo. Kwa hiyo ndiyo maana hata kama hii proses inafanyika taratibu, lakini kulingana na umri ambao mwezi wetu umekaa, tunaamini helium itakuwa ipo ya kutosha mwezini, helium 3. Na makampuni mengi ya private ya Marekani pamoja na China yameanza kutengeneza teknolojia zenye uwezo wa kuvuna hii helium 3 kutoka mwezini wanasema labda kuanzia mwaka 2029 wanaweza kuanza kufanya delivery ya Helium 3, na tayari wengine wameshapata contract. Kuna kampuni ambao wanataka kutengeneza fridge ambao zitakuwa na uwezo wa kukul zile process za quantum computer, na wanataka kutumia hii Helium 3 kwa ajili ya kutengeneza hii fridge. Kwa hiyo tayari wameshayapa haya makampuni contract ya kuanza kufanya delivery ya Helium 3 hapa duniani lakini tatizo kubwa ambayo bado linakabili haya makampuni ni je, yatapata faida kweli kufanya hizi operation? Kwa hiyo ndio maana NASA wanatakiwa waweze kufanya hizi operation wa kwanza kabisa, ili waweze kuona hasara za hizi operations zitakuwaje na faida zake zitakuwaje, ili sasa haya makampuni binafsi yaandae plani ambayo itaweza kuwaletea faida kubwa wakiwa wanafanya hizi operation. Lakini pia sekta ambayo mi nadhani itakuwa mteja mkubwa sana wa hii helium 3, ni nuclear reactor, sababu hii helium 3 ikifanywa ile nuclear fusion haitoi mionzi mibaya sana kama ile helium 4. Sababu hii helium 3 na neutron moja, kwa hiyo hii neutron moja na yenyewe inatumika kwenye reaction. Lakini helium 4 ina neutroni mbili, moja ikitumika, nyingine inabaki na inatoka kama radiation au mionzi mikali ambayo inaweza ikadamage seli za watu au ikadamage DNA na kufanya matatizo kama kansa. Kwa hiyo ndio maana watu wanasema kwamba hii helium 3 ndio yatakuwa mafuta bora ya hizi nuclear reactor, lakini hapa bado kuna tatizo, sababu mpaka sasa hivi bado hatujui kutengeneza hizi nuclear reactor zinazotumia hii process ya fusion, yaani zinazozalisha nguvu kwa kuunganisha atoms za hydrogen. Kitu ambacho tunajua kutengeneza ni hizi nuclear reactor ambazo zinaweza kufanya kazi kwa ile process ya fission Yani, ile process ya kuvunja atoms za uranium 235 ili kutengeneza nguvu. Kwa hiyo kwangu mimi bado silioni ili soko la helium 3 Garantia, ili soko kuwa kubwa sana, bado silioni labda siku tukiweza kudesign hizi nuclear reactor ambazo zinaweza zikafanya kazi kwa njia ya fusion, ndo labda ili soko la helium 3 litatanuka, lakini kwa sasa hivi ya sidhani kama ni kubwa sana sasa watu wanasema kwamba hiki ndio kitu ambacho nasa na china wanashindania kwenda mwezini wote wanataka kwenda mwezini ili kuchukua helium 3 ni sawa kwa hawa wanasayansi wa china na nasa sababu hawa wanataka kufanya sayansi ambayo inaweza ikafanyika mwezini tu wanataka waweze kuchukua helium 3 na kuja kuifanyia utafiti mbalimbali mbali hapa duniani lakini kwa wanasiasa ambao hawa ndo wanatoa hela za hata kufanya hizi mission za kwenda mwezini, wao wanataka kushindana, wanataka kuonyesha dunia nani ni mbabe kwenye hii sekta ya anga za mbali. Okay, asante sana kuangalia hii video. Jina yako ni Jmax the ATG, usiache kutupia like. Kama nilivyosema, hii ni playlist ya Techin8, nimekuachia video hapo zingine za Techin8 unaweza ukazicheki.